Kijana mmoja aliyejikwamua kidogo kutoka kwenye umasikini alipata nafasi ya kufanya biashara, lakini roho yake mbaya ikaanza kumjenga. Je, unadhani mafanikio yanakuja kwa kuwa na roho mbaya? Usikose hadithi hii ya Mazonge, itakushangaza. Palikuwa na kijiji kinachoitwa Mabonde, kijiji kidogo kilichojaa vumbi, jua kali na maisha yaliyojaa changamoto. Ndani ya kijiji hicho aliishi kijana mmoja aliyeitwa Mazonge. Mazonge alikuwa na umri wa miaka ishirini na mbili, mwenye ndoto kubwa, lakini akiwa amefungwa na umasikini uliopitiliza. Aliishi kwenye chumba kidogo cha udongo kilichoachwa kando ya mto, akiwa na mavazi ya kuchakaa na chakula kidogo anachopata mara moja kwa siku. Kwa muda mrefu, Mazonge alihangaika kila siku akifanya kazi ndogo ndogo sokoni kubeba mizigo, kuuza mazao madogo na mara nyingine kuuza maji. Lakini licha ya yote, alijitahidi kuota ndoto za maisha bora, akiamini siku moja angejikwamua. Rafiki yake wa karibu, Taluma, alimwona Mazonge akijitahidi, akajua kwamba kijana huyu ana bidii lakini bado hana bahati. Taluma, kijana mwaminifu na mpole, alijua maisha hayakuwa rahisi kwake pia, lakini aliamua kumsaidia rafiki yake pale ilipokuja fursa. Bahati ilianza kumkumbatia Mazonge pale alipokutana na Mzee Kalinga, mfanyabiashara maarufu kutoka mjini. Mzee Kalinga alimsikiliza Mazonge akielezea ndoto zake na safari yake ya kuishi kwa juhudi. Aliamua kumpa Mazonge mtaji mdogo wa kuanza biashara ya kuuza na kununua mazao. Mazonge alikubali kwa shukrani nyingi akiona kama ndoto zake za maisha bora zinaanza kuwa kweli. Awali, Mazonge alikuwa mwaminifu na mnyenyekevu. Alijitahidi kufanya kila jambo kwa uangalifu. Rafiki yake Taluma alimuunga mkono kila hatua, akisaidia kupanga biashara, kuhakiki hesabu na hata kuzungumza na wateja kwa heshima. Taluma alikuwa mwaminifu sana. Kila mtu aliyemjua alimkubali kwa sababu ya tabia yake njema. Lakini kadiri siku zilivyozidi kwenda, roho ya Mazonge ilianza kubadilika. Alianza kujiona mwenye akili nyingi kuliko wengine na akaona Taluma kama tishio kwa mafanikio yake. Badala ya kumheshimu, alianza kumfanyia hila. Mara nyingi alipokuwa nje ya macho ya wateja, alizungumza vibaya kuhusu Taluma, kueneza uongo kwamba Taluma ni mwenda wazimu, mpumbavu au hatarishi. Mazonge alianza kutumia mbinu za hila kumchafua Taluma. Alianzia kwa wateja wake kusema, "Huyu Taluma si mwaminifu, muachane naye." Kwa wafanyabiashara wengine alisema, Taluma ana tamaa, anapenda kuharibu kazi za wengine. Taluma hakujua kilichoendelea. Alidhani mambo yanakwenda hovyo kwa bahati mbaya. Lakini kila siku alipojaribu kuzungumza na Mazonge kuhusu hali hiyo, alikumbana na dharau na matusi kidogo. Kuna wakati Taluma alimuuliza Mazonge, Rafiki yangu, naona watu wamenigeuka, kama nimekosea nieleze, nirekebishe. Sijui nimefanya nini kibaya. Lakini Mazonge alijibu kwa dharau, ukiona mambo hayaendi, labda tatizo ni wewe, mimi nafanya kila kitu kwa busara. Maneno haya yalimuumiza Taluma sana, lakini hakujibu. Alijua labda ni muda wa kuondoka na kutafuta maisha sehemu nyingine. Hakutaka kuendelea kushughulika na rafiki ambaye roho yake mbaya. Taluma alipoondoka, wateja waliokuwa wakimsikia vibaya Taluma wakaanza kuamini maneno ya Mazonge. Watu walimcheka Taluma hata bila sababu ya kueleweka, na hali hiyo ilimuumiza sana. Taluma alihama kijijini, akitafuta fursa nyingine za maisha, akiwa amesalia na ndoto na matumaini makubwa. Ndipo Mazonge alibakia peke yake. Muda ulizidi kwenda, na ghafla biashara yake ilianza kuporomoka. Pikipiki yake ilibaki bila kutumia, kibanda chake kilibomolewa, na madeni makubwa yalimlazimu kuuza kila kitu alichokuwa nacho. Watu walianza kumcheka Mazonge, kwa sababu tabia yake mbaya na uongo aliyeutangaza ulijulikana. Mazonge aliketi chini ya mti akijitafakari aliona Taluma akipita kijijini akiwa na uso wenye amani na mavazi safi. Taluma alikuwa amefanikiwa sehemu nyingine kwa bidii, uaminifu na tabia njema. Roho mbaya iliweza kumjengea Mazonge umaskini na kumrudisha alikotoka, kwenye shida na tabu. Alijifunza kwamba mafanikio na roho mbaya hayadumu, lakini gharama ya ujasiri wa Taluma ilikuwa kubwa sana na Mazonge alibaki na majuto yasiyoisha. Alijua kuwa kila mtu ana chaguo: kufanikisha maisha kwa heshima au kujiweka kwenye matatizo kwa roho mbaya. Na hapo tumefika tamati ya simulizi yetu. Kila kliki yako ya subscribe ni hatua moja ya kujifunza hadithi za kweli zinazokufundisha na kukupa maarifa. Kila comment ni nafasi ya kushirikiana mawazo na wengine, na kila like ni ishara ya kuwa unathamini simulizi zenye mafunzo.